Ongera Mama Samia raisi wa Tanzania kwa kazi unayofanya. Hakika umejitoa, sote tunakupongeza kwa mengi unayofanya. Ongera Mama Samia raisi wa Tanzania, hakika tuna kusifu kwa kutuletea jembe Mkuu wetu wa majeshi afande Joni Mkunda amesimama ngangari, yeye ni mchapakazi. Hongera mama Samia raisi wa Tanzania, tuna kiishi kiapo katiba yetu kulinda kulinda yetu mipaka yote ya nchi nzima kumti na rais amili jeshi mkuu. Ongera Joni Mkunda, mkuu wetu wa majeshi, maafisa askari wa jeshi letu nchini, sisi sote tutayari na pia tupongangali kulinda taifa hili, tena wala siutani. Hongera Joni Mkunda mkuu wetu wa majeshi. Mama yuko kazini.